mgombea urais katika miaka minne iliyopita ameajiri walimu elfu 39 na wakati huo ukumbuke serikali ilikuwa haijaajiri toka mwaka 2016 katika kipindi cha miaka minne ya dr samia suluhu hassan walimu pekee yao waliopewa ajira ni elfu ngapi 39 na katika kampeni za mwaka huu ameahidi kuajiri zaidi ya walimu elfu 7 wapya na mitaala imeboreshwa kuendana na mahitaji ya uchumi wa sasa, kwa sababu kuna pointi ulisema kwamba elimu ni kama haimkomboi mtanzania amnayesoma, lakini ukumbuke sera ya elimu imebadilishwa na bunge liliridhia. Kuna mitaala mipya ambayo imeingizwa katika elimu yetu ya sasa, kwamba wanafunzi wanaenda kujifunza vitu ambavyo ni practical moja kwa moja vinavyoreflect maisha yao ya hapa nchini kazi na utu, tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM, Oktoba 29 tunatiki.